Karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kujifunza sababu za kujifungua kwa upasuaji C section. Kujifungua kwa upasuaji ni njia ya kuzalisha mtoto kwa kutumia upasuaji wa tumbo la mama badala ya njia ya kawaida ya uke. Hii ni njia inayotumika wakati kuna hatari yoyote kwa mama au mtoto. Katika video hii tutaangazia sababu mbalimbali zinazoweza kupelekea mama kujifungua kwa upasuaji. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii, hakikisha una subscribe ili wewe unapata mazoezi yetu kama haya mara kwa mara. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Sababu ya kwanza, mtoto kama ana shida ya kupumua yaani fetal distress. Wakati mwingine mtoto anaweza kuwa na shida ya kupumua au kupungua kwa mapigo ya moyo ambayo inaweza kuashiria tatizo kubwa. Daktari anaweza kuamua kufanya upasuaji ili kumwokoa mtoto kwa haraka. Sababu ya pili, mtoto anakuwa katika mlalo mbaya au kukaa kinyume. Hii inapotokea mtoto anapokuwa amekalia kinyume yaani, miguu yake iko chini, kichwa kiko juu. Hii inafanya kuwa vigumu kuzaliwa kwa mtoto kwa njia ya kawaida, hivyo upasuaji ni njia bora ya kumwokoa mtoto. Sababu ya tatu, placenta previa. Hii ni hali ambapo placenta inajitokeza sehemu ya chini ya mji wa mimba na inaweza kuzuia mtoto kutoka. Inapotokea, daktari atachagua upasuaji ili kuzuia matatizo ya damu na kuhakikisha usalama wa mama na mtoto. Dalili ya nne, kujifungua kwa njia ya kawaida hakuwezekani. Hii inapotokea wakati mama anapokuwa na uchungu kwa muda mrefu, lakini mtoto hawezi kupita ikiwa mtoto haendi chini na hatabaki hataweza kutoka, upasuaji hufanyika ili kumaliza mchakato wa kujifungua kwa usalama na kumwokoa mtoto. Jambo jingine, hali ya mama. Ikiwa mama ana matatizo ya kiafya kama shinikizo la juu la damu, kisukari cha ujauzito au matatizo ya moyo, upasuaji unaweza kuwa njia bora ya kuepuka hatari za kiafya. Mtoto anakuwa na uzito uliopitiliza yani big baby. Ikiwa mtoto ana uzito mkubwa kuliko kawaida, inaweza kuwa vigumu kumtoa kwa njia ya kawaida ya uzazi. Upasuaji ni njia salama zaidi ya kumzalisha mtoto wa aina hii. Uwepo wa vizuizi katika njia ya uzazi yaani kama kuna obstruction. Ikiwa kuna vizuizi katika njia ya uzazi kama vile tuma, yani yaani cancer fibroid, kuna uvimbe wowote, daktari atachagua upasuaji ili kumwezesha mtoto kuzaliwa kwa usalama. Historia ya upasuaji. Ikiwa mama amezaa kwa upasuaji hapo awali inakuwa rahisi kuchagua njia ya upasuaji tena, kwani njia ya uzazi inaweza kuwa na hatari ya kupasuka ikiwa atajifungua kwa njia ya kawaida, au ata kwa njia ya kawaida kujifunguka. Upasuaji ni uamuzi wa daktari na hutumika ili kuhakikisha usalama wa mama na mtoto. Sababu mbalimbali mbali zinaweza kupelekea upasuaji na ni muhimu kwa mama kujua kwa nini upasuaji unahitajika. Ikiwa unahitaji kujua zaidi kuhusu sababu za kujifungua kwa upasuaji, ni muhimu kufuata ushauri wa daktari wako mapema. Asante kwa kutazama video hii. Ikiwa umejifunza kitu kipya, tafadhali niandike kwenye comment section, lakini pia usahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili w unapata video zetu mara kwa mara. kumbuka afya yako ni muhimu, na tunataka kuona jamii yetu ikielewa vyema masuala haya muhimu. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, tukutane katika mada ijayo.